Tamatika hapa katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Yanga Africans tena wameibuka na kipigo kizito cha mabao mawili kwa sifuri. Ndugu yangu, uko poa Baraka? Kwanza nikupe pole. Asante ndugu yangu. Nayo kaka yangu, nnayo kaka, ulipokuona sikitiki. Ah, kawaida, unajua hii ni dabi. Sawa, mechi ya Simba na Yanga siku zote ni dabi, na tunapokutana kwenye dabi kama hivi, kila mtu anakuwa ana hamu na, na matumaini ya kupata matokeo lakini mwisho wa siku mpira ni dakika tisini. Kilichovunwa uwanjani ndio kilichotokea. Sisi Young Africans tunaendelea ku, ku, ku, kuto kuamini kwenye maamuzi ya Tatu Marogo. Hiyo bado mi nitalia naye kama alivyolia naye katika mechi ya kirafiki ya mashabiki, leo inalia naye tena hapo hapo uwanjani. Tatu Marogo sijui ana shida gani na Young Africans, mimi sielewi sielewi kwa nini mechi hizo wanampanga Tatu sijui, yani mimi sielewi. Lakini pia kwa atmosphere ya timu yao na kwa kadri wanavyoendelea kuvifanya, unaweza ukaelewa. Unajua sasa hivi timu yao ilipofikia, wanahitaji faraja, kwa hiyo nahisi inabidi tuwasaidie kuwapa faraja, sijui mnaelewa. Kwa hiyo sisi kama Young Africans tushawapiga sana, hebu ashumu leo hii mimi ningekuwa nimetoka hapo nimeshinda na ushindi yani, kungekuwa hakuna jipya, sijui mnaelewa. Lakini hauoni sasa hivi kuna story walau wanaongea, tunaendelea kuwafariji tunawarudisha kwenye atmosphere ya amani ya, ya kule. Tunamaliza mwaka vibaya, uh, uzuri tulishauanza vizuri <laughs> eh, yani kama tulishauanza vizuri, ndugu yangu hapa wote tumelamba utamu pale sasa, sasa sisi tuwe na shida gani? Wote mimi nimelamba, huyu kalamba mlamba vizuri. Mimi nimebikira. Mimi nimebikira. Kwao unakuja kugundua kwamba muulize mkulima wote, atakuambia radha au uzuri wa ardhi ambayo inaitwa ni bikira hamna <laughs> <laughs> kitu ambacho akiweze kumea kwenye ardhi ambayo ni bikira. Kabisa. <laughs> Mimi bikira. Mimi nimebikira. Bwana yeah. Analaumu kuhusiana na kocha ta maamuzi, Tatu Malogo ni kweli eti <laughs> <laughs> <laughs> Haya Zola aya ya marefalia na Tatu Marogo na Baraka anaugomvi naye muda mrefu, kama amesema mwenyewe, kwa hiyo hey. Nadhani issue ya Tatu Marogo hii Baraka ndio itakuwa na muhimu sana kwa sababu anaugomvi naye muda mrefu hey. Asaingia kupiga mipira huko kwa sababu ya Tatu Marogo, kwa hiyo hiki anachokisema kwa sababu, kwa sababu ame experience yeye, lazima aendelee kulalamika nacho, kwa hiyo ni haki yake. Kwa hiyo pale kungekuwa hakuna uzio angeshuka na Maybe, nahisi kitu kama hicho ngetokea. Nadhani hiyo Baraka leo kwanza tulieke sawa kuna kuna wasikaji wamesema kabisa alishika fence kwanza, sio poa. Ah, tuliweke sawa kwanza, tuliweke sawa ili jambo. hili jambo unajua, hii ilikuwa ni mechi ya washabiki wa Simba na Yanga, siku zote sisi ni watani, sio, umeelewa. Kwa hiyo katu, na ili kunogesha mechi lazima tukio kama yale yanakuwepo kwenye Simba na Yanga, lakini tunapokuja katika mechi kama hii, sawa, hii ni mechi ambayo iko chini ya TFF, hii ni mechi ambayo iko chini ya uangalizi wa bodi ya ligi, kwa lazima inakuwa na heshima yake. Sisi ni watu wa mpira, tunaelewa. Tunaweza kuwa na muamuzi lakini kuna ku kuna mwisho inabidi ufikie. Sio umeelewa? mm -hmm, kwamba lawama lazima tuzitoe

Ujui tena Kaleza nini sasa? Sasa leo ushamaliza kusogeza. Sasa za nini? Sisi au bodi si ya ligi ndio wanaopanga so tarehe ya kashamaliza kusogeza. Ujalijibu. Wewe unasubiria hapo anasogeza mechi mbele wao wow. Tarehe kashamaliza kusogeza. Bombi hajafunguka. Uh -huh. Sawa eh? Uh -huh. Yule nani barakonte, hamna kitu uh -huh. Sijui hmm. Oh, Taja wote goli mbili mechi moja. Taja wote. Oh, Mbona umeishi hapo? Mimi nasubiria uendelee kutaja watu babu. Lakini mwanangu mwana staki ah, mwana mwana. <laughs> <Endelea kutaja watu. laughs> Hebu ah, ah, endelea kutaja watu, endelea kutaja watu. Bado endelea hebu taja. Taja. Ah, usimtajie, anamjua bwana. Anamjua. Hebu taja endelea kutaja watu sajili mpya sajili mpya za Yanga. Yeye. Kwani wewe unataka kucheza na Yanga sajili mpya, unataka kucheza Yanga nje? Kikosi chote wamesajili. Wamenua simu. Wewe unafungwa na Yanga mpya, unafungwa. Wamenua simu ya wizi baba. mpyabab huyu anataka kufungwa na Yanga mpya au mpyaanataka kufungwa na Yanga kikosi ha yangaieulia a oj na jibu alonijibu ni moja tu. huyu kakuonja wewe, na huyu naye kakuonja wewe. Wee, kati ya zisi wawili nani ambao umemlamba Nani? kati ya sisi wawili mbali zaidi akasemaje? Ame, umefanya nini? Amebikili kwani, kwa nini a kabikili huyu. Nani ajua? Mimi nimebikili sasa, hebu ngoja kwanza, bikla sawa. Alianza wa kwanza

Muongee sasa mbona nataka muongee mnakaa kimya nitoa nje ya mechi wewe? Wewe na tumecheza mechi ngapi? Nataka wananitoa. ya mechi mechi ya ya leo. leo. Eh subiri kwa sababu na wewe mbona mnazungumza vitu vilivyopita? Wewe si ndio umeaza. Leo hii. vilivyopita hii Wewe hapa umekuja hapa kwa ajili ya nini? Ya mechi. Mechi gani? Hii hii. hapa Ya nani na nani? Simba na Yanga. Simba na nani? Mechi ya leo. Ngapi ngapi? Sawa na Simba. Ah, tunachoangalia logo. Mm. Logo. <laughs> Logo. Logo. Tunataka logo. Ah, sawa. <laughs> Tunachoangalia logo yani hata uchukue kuku wale ukishavalisha jezi ya Yanga tu. Sisi tumekupiga. Eh. Tena. Sasa tuangalie ni kweli. Zimebakia nne sawa, eh? Mm. Zilikuwa sita zimebaki nne. Na hii ni dalili njema. eh? <laughs> Hii ni dalili njema umeelewa? hii ni dalili

tunamshukuru Mungu, leo tumepata pointi tatu, mechi tano pointi 15. Vijana wetu wameshinda mechi zote, Mungu awabariki. Tunamshukuru kocha wetu, umeelewa bwana, na wachezaji wetu wamelipambania nini, wameipambania timu yao. Kwa hiyo hicho ndio cha kushukuru. Tuongee habari ya leo. Mimi unajua napenda kumsikiliza mtu bwana hili sio hili. Tunaanza na tunaanza na mashabiki. Dalili njema, si kama hii leo. Unasema watoto wa kike ile nao uliweka vifuu mbaya zaidi. Wanakuambia t mmetuletea mamluki Dr. Mo mamluki, hey. Mjui Dr. Mo. Goli kafunga nani? Si Dr. Mo. Jibu yule anakuuliza inatoa ujumbe gani kwa kaka zao. Ujumbe uliotolewa kwamba msimu huu kuna dalili kaka mwenyewe pakome. Umeelewa? <laughs> Dalili nini? Kaka Dali Maki mpengeli <laughs> Kakazao ndo dube goli ndo kakazaoauna wapi na kuambiauna wapi na kuambia wajiandae, wajiandae huo mwezi wa tatu. Hizi ni dalili njema, sisi tushakaa katika mfumo wetu mwezi nguvu moja uhum. Waga tushindwe na jambo na hii unaona, Albadili lishapigwa watu, tushakaa shura, tuko vizuri. Tumeanza na wapi? Tumeanza na hawahawa, tumewashughulikia naye, alikuwepo kiwanjani mechi hapa apako mezungumza, wewe ulikuwepo uwanjani, umekuwa umekugachuma siku ile mbili na hii ngapi, na, na inayofuata Nene. ngapi? Nimemaliza mbili nazo. kuna salamu, kuna salamu nazitoa hizi salamu, ni kitu tofauti na hata mwezi ukifikiria. kuna mtu anaitwa Jimmy Kindoki, anaitwa nani, Jimmy Kindoki, mwambieni hivi, mwenezi wa Azam FC anasema, na nyinyi mkaenda kutembea peji yake, mtanielewa anasema hivi, yeye hajawahi kuhusika kwenye magomvi yao yoyote, mwambie alichokifanya kwenye peji yake kwenye namba yangu akiondoe mara moja la sivyo tutakuja kuvua kuvuana nguo kwenye maneno ambayo atakwapendezi. Mwambie hizi salamu zangu kwa nani? Kwa, kwa Jimi Kindoki. Jimi Kindoki mwambieni, mwenezi amesema hataki shobo. Ukiwa unataka kupandisha vitu vyako, vifanyie uhariri. Ukifanyia uhariri, vipeleke. Usipeleke vitu. Mi leo napigiwa simu, nipo kiwanjani pale, naitwa mitapeli kuna watu wanipigia simu, na tapeli kitu gani? Maneno ya ovyo kabisa. Nik, nikicheki nakuja kucheka, penye ajibi kuna ujinga ameufanya. Jimi Kindoki, mwambieni asiwete mazoea ya wanangu, yani mpeni taarifa hizi Jimi. Mi staki kabisa, yani yeah, kwa yeah. sababu ah, michongo mimi sina mimi kabisa hmm. mimi nimemaliza ah. oh. Wewe ushamaliza uh-huh, na Jimmy Kindoki wewe ushamaliza na Simba Queen yako kule, kwenye ongea. <laughs> <laughs> Ana sera, leo. <laughs> <laughs> <laughs> Leo. Nataka ongea leo <laughs> <laughs> leo. Hey, unajua cha leo, mla leo, mla jana kala sasa, atea mambo ya jana, hautota usifufue makaburi, ongea leo leo.